Watu wa Mungu, kifo hakizoeleki na sababu ya kutokuzoeleka kwa kifo ni matendo yetu. Mpaka saa tunakata roho, yale tuliyoyaandika ambayo tunajua sisi tunayajua, na watu wengine tunafikiri hawayajui. Yani mi najua kabisa dhambi zangu zote lakini najua watu hawazijui, si nimevaa suti? Maovu ndio watendea watu, kwani lazima yafahamike? Dhambi zangu za jana usiku lazima zifahamike? Nililoga kwani mnajua? Kitu kilicho kigumu kuliko vyote katika maisha yetu, dhambi zingine utazitenda na utatubu saa yako lakini dhambi hii ambayo imeitesa ulimwengu, imewatesa wanasiasa, imewatesa watumishi wa kanisa, dhambi ya kuumiza wenzako, unapotembea barabarani, unapokaa kanisani, unapokaa kwenye nafasi yako ofisini, Mheshimiwa DC, Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri, Mheshimiwa kiongozi wa CHADEMA, kiongozi wa CCM unapokaa kwenye pozisheni yako popote, ni watu wangapi wanalia kwa pale ulikokaa tu? Unapoamka asubuhi, ni watu wangapi kwenye matendo ambayo ameyafanya wiki nzima, mwezi mzima, mwaka mzima, miaka mitano, ni watu tu wangapi wanalia? Ni watu wangapi mioyo yao inavuja damu kwa ajili ya utukufu lao. Mheshimiwa DC amesema hapa mitandao imejaa. Ni watu wangapi kwa simu yako wanalia? Ni watu wangapi kwa utajiri wako wanalia? Nimekaa pale nimeteseka sana. Nimeangalia jinsi tunavyocheka, tunavyotabasamu. Ni vizuri tukacheka na tukatabasamu. Lakini niwaambie Elizabeth hayuko kwenye mwili huu tunaozika. Ana mwili aliyopewa mpya, na huo mwili anaona sisi tunachozungumza, na mimi nikisimama hapa na uwezo wa kuzungumza alichokuwa akiseme kwa hadhara hii: pendaneni, acheni kuumizana, acheni kutesana. Elizabeth, najua umelala hapo na dada yangu. Hao waliokaa hapa wapo wanaoumia kweli, kwamba wamelala wanateseka, mioyo yao, wanakutakia safari njema, hao waliokaa anafahamu kwa nini alikupa njia uliyopitia na amekupa ili na sisi tujifunze kwako. Kwa ndugu zangu, neno la mwisho kwenu, kwa kuwa mko hapa, niwaombe tuzikane tukiwa tunasherehekea mbele za Mungu, tusizikane tukiwa tunaangaliana kwa uchungu na asira. Wandugu, tunaenda kwenye uchaguzi, mnatangaza wenyewe CCM. Hebu jamani, kama jinsi mlivyoiba uchaguzi mwaka jana na mwaka elfu mbili na ishirini na elfu mbili na kumi na tisa hebu basi, kwa kuwa huwa mnajaribuki kwenda kanisani, mtubu cha kweli. Basi yani, unamwomba Mungu msamaha, alafu unaenda kutenda hilo hilo Alafu unakuja na suti yako kanisani, kwa sababu unachangia kwaya. marohu Mungu anashangaaga yani kuliko navyoshangaa. Kama unaona kwamba dhambi hii huwezi kuacha, wenzako, ondoka ili uende mbinguni. Kuna siku utalala kama Eliza, uendi na udiwani, uendi na wenyekiti